Tunapozungumzia homa ya nyani, tunazungumzia ugonjwa unaotokana na virusi, na virusi vinavyosababisha homa ya nyani vinafanana sana na virusi vinavyosababisha aina mbalimbali za ndui. Kuna ndui, kuna tetekuwanga. Hawa ni virusi ambao wanafanana sana na kwa kawaida hawapatikani kwingineko kote duniani na walionekana kwa mara ya kwanza kutokea katika bara la Afrika katika nchi ya Kongo na waligunduliwa mwaka 1958. Na, na, na baada ya hapo ugonjwa huu wa homa ya nyani umekuwa ugonjwa unaojitokeza mara chache, mara chache katika bara la Afrika, lakini katika nchi za E, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati, e, nchi za Gabon, nchi za Sudani, Kameruni, Nigeria, e, Pwani ya Pembe, nchi ya Liberia. Hizi ni nchi ambazo huu ugonjwa huu unatokea mara chache, chache tokea mwaka 1958. Kwa hiyo huu ni ugonjwa ambao hapo awali ulikuwa unaonekana ni ugonjwa unaoshambulia sana wa Afrika. Lakini miaka ya karibuni tumeona labda kwa sababu ya kuboreshwa usafiri na watu kusafiri nchi mbalimbali mbali za dunia, lakini pia usafirishaji wa wanyama walio hai kutoka bara moja kwenda lingine. Sasa hivi homa ya nyani ni ugonjwa wa dunia, upo karibu mataifa mengi duniani, kutokana na maingiliano ya safari za binadamu na usafirishaji wa wanyama walio hai. Huu ugonjwa unafika kwa binadamu mara nyingi sana, unasambazwa na panya. Panya anaupata ugonjwa huu kutoka kwa nyani, na panya ndiye anakuja karibu sana na mazingira ya binadamu na ndiye ambaye amethibitishwa kisayansi kuwa na uwezo mkubwa wa kuutoa ugonjwa huu porini na kuuleta kwenye makazi ya binadamu. Na ukishafika kwenye makazi ya binadamu, binadamu wanaambukizana wenyewe kwa kugusana. Huu ni ugonjwa ambao unategemea zaidi kugusana, lakini pia matone matone, ya maji yanatoka kwenye pua ya binadamu, pia yanaweza yakasababisha ugonjwa huu kuhama kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Binadamu anapokuwa ameambukizwa, dalili kubwa ni homa, joto lake ni kubwa, lakini pia kuna kutetemeka kama mtu ambaye ana malaria. Maumivu ya kichwa ni makubwa, utafikiri ana homa kali lakini pia atakuwa na maumivu ya misuli, mwili utaonekana umechoka, halafu yatatokea mapele. Haya mapele yanakuwa na majimaji na baadaye yanakuwa na usaha, na pia kuvimba kwa matezi na mitoki, ambayo inapelekea pia kupoteza hamu ya chakula na nipende tu kusema kitaalamu kabisa kwamba ugonjwa wowote ule unaosababisha kuvimba kwa matezi na mitoki, ugonjwa wowote ule unaosababisha joto la mwili kupanda ni ugonjwa hatari. Huu ni ugonjwa ambao ile kuvimba mitoki inaonyesha maambukizi makubwa katika mfumo wa mwili ambayo yanaweza yakapelekea viungo mbalimbali kushindwa kufanya kazi na kupelekea kifo. Kwa hiyo ukiona kuna mitoki matezi yanavimba, sio ugonjwa salama, ni ugonjwa unaohitaji tiba ya kina. Dalili nyingine ambayo sio salama katika ugonjwa wowote ni homa, joto linapozidi nyuzi joto 39 huu mfumo ambao unashindwa kufanya kazi na huu mfumo ndio unaendesha mifumo yote katika mwili. Baada ya hapo, utaona binadamu anaweza kuwa anapata kitu kama kiharusi, anapata ugonjwa kama kifafa, anapata changamoto, moyo unashindwa kufanya kazi, e, msukumo wa damu unabadilika. Kwa hiyo, hiyo hiyo huwa inapelekea hatua za dharura hadi kifo. Sasa ugonjwa huu unazo dalili hizi mbili ambazo ni hatarishi, lakini pia kuna dalili nyingine hatarishi sana, hapa ni maumivu ya kichwa. Maumivu ya kichwa yanavyozidi kuongezeka, waga, yanasababisha kupasuka kwa mishipa midogo ya damu katika ubongo, kitu ambacho tunasema ni ajari cerebrovascular accident ambayo nayo ni hatarishi na inapelekea kifo, kwa maana kwamba huu ugonjwa unazo dalili ambazo zinaweza zikasababisha kifo cha binadamu, na tayari umeshasababisha vifo kadhaa vya binadamu. Sasa ili kujikinga, kwanza kabisa, binadamu anatakiwa apunguze ukaribu na wanyama, lakini kama binadamu ana ukaribu na wanyama hawa, wanyama watibiwe vizuri, waoshwe vizuri, kama tunavyowaosha ng'ombe kwenye majosho au nguzi au paka au mbwa waoshwe kwa dawa ambazo zinaharibu e, wale viumbe wanaosambaza magonjwa. Lakini pia hawa wanyama ambao wako karibu na binadamu lazima watibiwe, wanapokuwa wanaumwa wapate tiba, ili yale magonjwa yasihame kutoka kwa wanyama kuja kwa binadamu, na ndiyo maana ni hatari sana binadamu akiishi kwa karibu na wanyama pori, kwa sababu kule hatuna uwezo wa kuwatibu wale wanyama pori. Pale sasa yale magonjwa yanakuwa ni hatarishi zaidi, lakini hawa wanyama wa kufugwa tuna uwezo nao. Unaweza ukawatibu ng'ombe wako, unaweza ukawachoma chanjo, unaweza ukawapeleka kwenye majosho. Wakati ukikaa karibu na wanyama pori, hiyo nafasi hatuna.